Nyingine tena tumefika hapa kwa kiwanda kikubwa kabisa cha Mwandege kwa ajili ya kuendelea na hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 28 eh, zidi El Merriekh. Kwa ni hamasa maalum ambayo tumeiandaa eh, umoja wa mashabiki pamoja ah, na idara ya masoko ikiunganishwa na idara ya media eh, tunaungana kwa pamoja kuhakikisha eh, tarehe 28 mashabiki wanajitokeza kwa wingi, tunatembea bega kwa bega na jezi zetu bora kabisa za Azam FC na zile kadi za mashabiki wa Azam FC kuhakikisha mashabiki wote wa Azam MC wanapata jezi na wanapata kadi zao bora kabisa. Tumewapokea ndugu zetu hawa Azam kwa ajili ya hamasa kwa mechi ya kesho tarehe 28 ambapo Azam watakuwa na mechi ya mkondo wa pili wa mechi za CAF kwa ajili ya mashindano hayo yanaendelea ya Afrika na watakuwa na mechi ya raundi ya pili dhidi ya El Merriekh ya Sudan. Hii ni hamasa tu kuonyesha kwamba Jumapili Azam wanatakiwa kushinda na watu wanahamasishwa kufika uwanjani. Kukatika, kusherekea katika timu yetu. Aa, ni jambo zuri kulingana na ndugu zetu kuja kutuendelea, ni wanatupa hamasa na sisi pia tutajitokeza kwa wingi uwanjani kushabikia ndugu zetu, naamini tutashinda. Kwa majina, naitwa Ziana Bakari ni mfanyakazi wa Azam Baresa, na furaha kuwakaribisha wafanyakazi wote, ndugu jamaa na marafiki, katika kuisapoti timu yetu tarehe 28. Usikose. Azam hii inawaambia bala halake ni zito msimu, tumedhamiria. Watakiona cha moto, vifaa vilivyoingia ni mwendo wa mkong'oto. Hili sasa dambwe letu, tutukutane tukutane Jumapili.